Kuchukua roho iliyo juu yako Bwana arudi kwenye matendo. Matendo yanalisemesha roho inayotenda kazi kwenye majiwa, kwamba huyu roho inayotenda kazi ni hii. Kwenye majiwa haya si roho ya Mungu, ina roho zingine. Majiwa haya yanaongozwa na roho za Mungu. Majiwa haya kuna roho ya namna fulani. Ndivyo shetani anavyotutazama kwenye huduma, na ndivyo Mungu anavyotutazama kwenye huduma. Tunaachilia Mungu, anaachilia roho ya namna atakavyo, kwamba ili huduma iende lazima kanisa liwe na roho wa ibada. Ili kanisa liende lazima roho wa maombi yawepo. Ili kanisa liende roho ustani yawepo. Ili kanisa liende roho ya toba iwepo. Ili kanisa liende roho adimu awepo mahali hapo. Kama hautajua hiyo engo unaweza ukapoteza neema no, kwa weza wa nguvu zako niweze kustawi niweze kufanikiwa, katika jina la Yesu ni hai, niondolee roho za ukiwa zinazotenda kazi ndani yangu, katika jina la, la Yesu ni hai, katika jina la Yesu sememe. Mtu gani anaweza akastawi katika maisha ya kiroho? Siku ya kufundisha kitabu cha Zaburi moja mstari wa tatu mtu anayeweza kustawi siviamoja naweza kustar nikakwambia, ukiona mtu anajenga, ukiona mtu amemiliki milioni kumi, ukiona mtu ameshika fedha na amesasteni kwenye fedha, huyo mtu ana ananguvu ya roho, anaongozwa na roho. Awe wa Kipentekoste awe wa dini awe wa dunia, kuna roho inayomwongoza yes. Ungekuwa na akili nzuri kama mimi, ungeandika jina lako alafu ukasema nami, mimi nitakuwa kama mti uliopangwa, mimi nitakuwa kama mti uliopangwa. Unatembeaga na daya, unajifanya una akili kubwa, umekuwa hadi drive, umekuwa hadi mesle na kati nyumbani, huu kwenye kichwa chako unawaza kazi, unawaza maandazi, unawaza wapenzi, unawaza watu, alafu huna daya, nitakuwa kama mtu uliopangwa